Kwa majina itu ya Sabrina Mohamed natoka kidato cha nne nasoma shule ya sekondari Rift Valley. Ningependa kushukuru kamati ya Mama Samia Legal Aid iliyokuja katika shule yetu na kutupatia ushauri sisi kama wanafunzi wa shule ya Rift Valley. Kwanza tuko karibu na maeneo kama ya Arusha ambayo kuna population kubwa ya watu wa kabila la Wamasai ambao wanaweza kupraktisi vitu mbalimbali kwa mfano ukatili wa kijinsia kama kukeketaji kwa wanawake ambao ni kinyume na sheria, lakini kwa kupitia hii sheria ya Mama Samia inaweza kutusaidia kuwasaidia watoto wengine wote kupata elimu na kutuepusha na haya matatizo, kwa sababu tutaondoka na ujumbe na kupeleka nyumbani katika familia zetu na kubadilisha changamoto zote ambazo zinatukuta. Nashukuru sana kwa kuja kutupatia elimu, lakini tungependa pia siku ingine mje mtupatie elimu zaidi na kutu, ili tuboreshe. Maana kuna idadi kubwa ya watoto ambao wanachangamoto na, na inasababisha na changamoto za kifamilia, wazazi wanasupport wana watoto kufanya ukeketaji. Kwa hiyo kwa kupitia elimu wazazi wak, wazazi wataelimika wata, na sisi pia wanafunzi tutaelimika na kujua sehemu muhimu za kwenda kutoa taarifa, kwa mfano shuleni, ofisi za malezi au shauri, na saa na pia tukiona nyumbani kuna ustawi wa jamii ambao tunaweza tukapeleka malalamiko yetu na kusaidiwa pia viongozi wa serikali waliokopa kwenye mamlaka ya juu wanatakiwa wawe ndo wanatusaidia, lakini wasiwe chachu ya sisi kuvunjia haki zetu. Kwa hiyo hizi nyanda ambazo ni viongozi wa juu wanatakiwa tupatie elimu. Kwa majina yangu mimi naitwa Lebati Kusindao Setei, mwanafunzi wa kidato cha tatu, shule ya, shule ya sekondari Rift Valley. Shukrani sana hii, kampuni, hii kampani ya Mama Samia Legal Aid Campaign kampeni kuja kututembelea na kutufundisha. Naamini elimu ambayo tumepata siku ya leo, huko hata manyumbani tutakavyoenda, itatusaidia, maana tunajua katika mazingira tunayoishi natokea sana vishawishi vingine, unaweza ukawa ni ndoa za utotoni, kufosiwa kwenye watoto yani wa kike hasa wanafosiwa kuingia kwenye, kwenye ndoa za utotoni. Katika elimu tuliyopata, kuna wengine ambayo hapa kupitia elimu atajua ni mahali gani ambayo nikitoka mahali hapa naweza nikaripoti tukapata msaada zaidi. Kwa hiyo kwa hey, tunashukuru sana kwa sababu tunajua ni elimu ambayo hata hapa shuleni inatusaidia. Tuseme pengine unaweza ukakuta, tuseme hata kama ni walimu wanakiuka haki zetu sisi wanafunzi, naweza ukasema eh, kwa sababu tumefanya hivi, naweza nikaenda kituo cha polisi nikapata msaada. Kwa hiyo tunashukuru sana tunaomba tena siku nyingine mjo tutembelee tufundishe zaidi, maana tunajua ya kuwa tunavyosikia mahali hapa kufikisha kwenye jamii zetu itatusaidia sana, na tutaunda uwanda mpana ambao haki za watoto itakuwa sawa. Majina anaitwa Mwalimu Jumanne Haji Masa, ni makamu mkuu wa shule, shule ya sekondari Tivali iliyoko katika wilaya y Mwonduli. Kiukweli kamati ya mamasamia ligo yaed imefika shuleni kwetu kwa ajili ya kuwapa elimu wanafunzi namna ya kupata msaada wa kisheria pale wanapokutana na changamoto mbalimbali. Kama walimu, tunahisi elimu hii ni muhimu sana, kwa sababu wakielimika hawa wakajitambua, elimu hii itaweza kuisaidia jamii yetu ya Kitanzania kujua haki zao ni zipi na namna ya kuzidai pale ambapo wanakuwa na kutana na changamoto zinazohitaji sheria hiyo kwa, kwa sisi kama walimu tunahisi ni muhimu sana elimu hii ikaelekezwa na wananchi na wanafunzi wakapewa kwa kina, ili iweze kuwasaidia katika maisha yao, huku wanapokwenda kuishi au wanapokuwa mashuleni, kwa sababu kuna wakati watoto wanakuwa hawajielewi, labda kwa mfano wanapata changamoto ya mzazi kushindwa kutimiza mawajibu wake wa kumpatia mwanafunzi mahitaji yake kwa unakuta mwanafunzi kwenye kusoma anapata changamoto kwa sababu ya kukosa mahitaji kwao. Atakapokuwa wameelimika na kujua elimu ya sheria hii wakaijua, watajua namna, ni wapi pa kwenda kuidai na namna ya kutafuta msaada, ili aweze ya kupata yale mahitaji ambayo yanamhitaji yapate ya kwa ajili ya kupata elimu au anapokuwa shuleni kwa ajili ya kujisomea bila kupata changamoto zozote. Kwa hiyo tunatoa rai tu zoezi hili la utoaji wa elimu hii ya haki na sheria namna ilivyo kutokana na msaada huu wa mama yetu rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, mama Samia suluhu Hassan, tunaomba ienezwe kwa jamii nzima, hasa kizazi hiki cha wanafunzi, kwani wao ni kundi kubwa, na tunaamini wakiipata elimu hii itasaidia kusambaa kwa haraka na jamii ya kitanzania kunufaika kwa kiwango kikubwa.